Stoicism. Ujasiri na utulivu kati ya matatizo, mafunzo ya vitendo. Je, umewahi kuhisi kuzidiwa na matatizo ya maisha, kukasirika juu ya mambo ambayo huna udhibiti? Ni kwambie kuna falsafa ya zamani iliyotumiwa na wafalme, watumwa, na hata ma CEO wa sasa ambayo inaweza kukufanya uwe imara hata kwenye dhiki kubwa. Karibu kwenye Stoicism 111, mafunzo ya kukufanya uwe na utulivu, nguvu na ustahimilivu kwenye dunia yenye changamoto. Stoicism siyo kukandamiza hisia, ni kuzidhibiti. Ilianzishwa na Zeno wa Citium, Ugiriki ya kale. Stoicism inatufundisha kuzingatia tunachoweza kudhibiti na kuacha yale ambayo hauyawezi. Fikiria kama silaha ya akili inayokulinda dhidi ya wasiwasi, hasira na uchungu. Hiyo ndiyo Stoicism. Nasikiliza hii. Haisemi tu bali ni zana ya vitendo iliyotumiwa na mashujaa kama Marcus Aurelius, entrepreneur kama Tim Ferriss na hata mchezaji Kobe Bryant. Nukuu ya Marcus Aurelius: Una uwezo juu ya akili yako, siyo matukio ya nje. Gundua hili na utapata nguvu. Stoicism ina nguzo kuu tatu. Udhibiti. Kuna mambo tunayoweza kudhibiti na mambo mengine hatuweze. Kwa hiyo jifunze kutofikiria yale ambayo hauyawezi. Sto barabarani, huwezi kudhibiti jamu lakini unaweza kudhibiti jinsi unavyofikiria kuhusu hiyo jamu. Mtazamo. Si mambo yanayotusumbua, bali maoni yetu juu yake. Prote ukiachwa. Mtazamo wako unatakiwa uchukue kama somo na sio kama msiba kwako. Vitendo. Usiwe mtu wa kauli pekee tu, bali tenda. Wana stoicism hawakuwa wanaongea tu, bali walikuwa wakitumia mafunzo kwa vitendo. Kuna mtu alipoteza kazi, lakini akaona kama nafasi ya kuanza biashara. Sasa, jinsi ya kutumia stoicism kila siku. Mawazo mabaya, fikiria kupoteza kitu unachopenda, afya yako, kazi au mahusiano. Inasikika vibaya. Lakini, inakufanya uwe na shukrani na kukutayarisha. Pili, pumzika kabla ya kujibu. Kabla ya kuitikia, jiulize, je, hii ni kwa mamlaka yangu? Kama sivyo, acha mapema sana. Tatu, andika kama mstoik. Maliza siku yako kwa kuandika. Nimefanyeje vizuri leo, na ninaweza kuboresha nini? Pia, Marcus Aurelius alifanya hivi. Tujifunze kutoka kwa wasomi wa Stoicism. Marcus Aurelius, mfalme wa Roma, aliongoza kwa hekima. Kitabu chake Meditations ni bora kwa mwanzo. Epictetus alizaliwa mtumwa, akafa mwenye hekima. Alisema, "Kwanza jiamini, kisha fanya unachotakiwa." Seneca, mshauri tajiri aliyesema, bahati ni pale maandalizi yanapokutana na nafasi ya kufanikiwa. Stoicism sio kuhusu kuwa kamili, bali ni kuhusu kuendelea mbele. Kama vidio hii imekusaidia, bonyeza kitufe cha like na pia subscribe kwa mafunzo zaidi. Andika kwenye maoni nini utaanza kutumia kutoka kwa stoicism? Kumbuka, maisha yatakupa vipigo, lakini kwa stoicism utabaki imara. Hadi tutakapokutana tena, kaa imara. Hii ni Fikra Thabiti na waaga kwa hekima.